Jaji Joseph Sinde Warioba anadai kwamba anatishiwa na maisha yake ameyakabidhi kwa Mungu. Jaji Joseph Sinde Warioba anadai kwamba anatishiwa na maisha yake ameyakabidhi kwa, ame kwa Mungu. Katika kipindi ambacho taifa linapitia mabadiliko ya kijamii na kisiasa, sauti za hekima na uzoefu zimeendelea kujitokeza kukumbusha Watanzania juu ya thamani ya ukweli, uwajibikaji na heshima kwa misingi ya taifa. Mojawapo ya sauti hizo ni Jaji Joseph Sinde Warioba, mwanasheria mkongwe, mzalendo na kiongozi aliyeheshimika ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hivi karibuni, Jaji Joseph Sinde Warioba ametoa kauli nzito iliyoibua mijadala mikubwa mitandaoni na katika midahalo ya kijamii. Kwa maneno yake mwenyewe amesema, ninatishiwa maisha yangu nimeyakabidhi kwa Mungu, ninatishiwa maisha yangu nimeyakabidhi kwa Mungu, akionyesha uzito wa hali ya kisiasa na kijamii anayoiona nchini Tanzania. Jaji Joseph Sinde Warioba na ujasiri wa kusema ukweli. Akizungumza kwa uwazi na utulivu wa kitaaluma, Jaji Joseph Sinde Warioba amesema amekuwa akionywa mara kwa mara kuacha kuzungumzia mambo yanayoendelea nchini ikiwemo kasoro katika uchaguzi wa serikali za mitaa na namna vyombo vya dola vilivyoshughulika na maandamano ya wananchi wengi. Eh, kwa upande mwingine, wengine amesema wamemwonya kwamba kuendelea kuzungumza kutamfanya ashuke hadhi. Lakini kwa majibu mafupi na yenye uzito, Warioba amesema kushuka huko ni kwa watu wa juu. Kwa kauli hiyo Jaji Joseph Sinde Warioba ametoa ujumbe mzito kwamba heshima ya kweli haipatikani kwa kunyamaza, bali kwa kusimama upande wa ukweli hata inapoumiza. Ameendelea kubainisha kuwa baadhi wamekuwa wakimwambia maoni yake yanasaidia upinzani, jambo alilolipinga kwa hoja nzito. Niliposema kuingilia mawakala ni dosari kubwa, kutumia kura bandia ni dosari kubwa, hivi hapa nimekosea wapi? Alihoji kwa msisitizo: mnieleze kwa hoja kwamba kuengua wagombea ni kuzuri kwa sababu hizi na hizi, lakini mkisema haya ninayosema hayasaidii, siwaelewi, aliongeza kwa ukakamavu. Ni wazi kwa kauli hizi Warioba anaweka mbele misingi ya hoja na si misukumo ya kisiasa. Ni mwendelezo wa msimamo aliyouonyesha tangu alipokuwa makamu wa rais na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika katika serikali ya awamu ya pili. Kilio cha uwajibikaji na heshima kwa uhai katika mahojiano yake, Jaji Joseph Sinde Warioba ameonyesha masikitiko makubwa kwa jinsi vyombo vya ulinzi na usalama vilivyoshughulikia matukio ya vurugu na maandamano ya hivi karibuni. Anasema kuwa kwa miaka miwili vyombo hivyo viliandaliwa kusimamia uchaguzi huru na wa haki, lakini matokeo yake yalikuwa tofauti. Kwa maneno yake mwenyewe, mimi namnukuu hapa: Sasa tunajiuliza walijiandaa vipi? walijiandaa kwa bunduki na risasi. Akaongeza kwa uchungu, unakabiliana na vijana wasio na silaha za kisasa, wewe unazo hapo. Nguvu iliyotumika ni sahihi kweli? Hivi hawa polisi hakuna hata mmoja ndugu yake amepata changamoto au amepoteza maisha? Ama viongozi hawa hakuna hata mmoja ndugu yake amepoteza maisha? Kwa hoja hizi Warioba anazungumzia dhamira ya taifa, akisisitiza kuwa matatizo mengi tunayo ya ndani, si ya kuwalaumu watu wa nje. Tusimtafute mchawi kutoka nje, matatizo haya tumejiletea sisi wenyewe, amesema kwa msisitizo. Mabadiliko, vijana kama nguvu ya kesho. Pamoja na changamoto hizo, Jaji Joseph Sinde Warioba anaona matumaini. Anaamini kuwa mabadiliko anaamini kuwa mabadiliko ya kweli yatatokana na vijana, huku wazee wakibaki kuwa nguzo na washauri wa maadili ya taifa. Misingi ile ambayo tumeikuta itabaki kuwa misingi, lakini mabadiliko yataletwa na vijana, amesisitiza. Ni kauli inayogusa kizazi kipya, ikiwakumbusha kwamba wajibu wa kulinda misingi ya haki, ukweli na amani upo mikononi mwao. Lakini pia uh, katika, katika habari hii ya Jaji Joseph Sinde Warioba kulalamika ya kwamba maisha yake yapo hatarini na kwamba amemwachia Mungu. Naye wakili msomi Boniface Mwabukusi na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, yeye amekuwa na haya ya kusema, kufuatia malalamiko hayo ya Jaji Joseph Sinde Warioba, Mwabukusi amesema Ninasimama na Warioba upande wa haki. Kauli za jaji Joseph Sinde Warioba zimepata uungwaji mkono kutoka kwa wadau mbalimbali akiwemo wakili Bonifasi Mwabukusi, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS. Kupitia tamko lake, Mwabukusi amesema, nasimama kuhesabiwa na mzee Joseph Sinde Warioba. Ni jukumu la kila Mtanganyika kuhakikisha kuwa ukandamizaji, vitisho upoteaji wa watu na ulaghai dhidi ya watanganyika unadhibitiwa. Mwabukusi amemtaja jaji Joseph Sinde Warioba kama tunu na zawadi kwa Watanzania, akisisitiza kuwa ni wajibu wa kila mwananchi kusimama upande wa haki kama alivyoamua kufanya. Mzee huyo ameongeza kuwa ibada yake ni kusimama upande wa wanaoonewa, kulaani ukandamizaji wa kikatiba na kudai uwajibikaji wa wale wote waliotenda maovu eh, au kutokuwajibika kwa vitendo vibaya. Ukweli, haki na uwajibikaji vitaliponya taifa, ameandika kwa msisitizo. Huyo ni wakili msomi Bonifasi Mabukusi. Kwa upande wake, God bless Lema, yeye amezungumza kwa undani, kutofautiana si uhalifu Godbless Lema, mwanasiasa na mjumbe wa kamati kuu ya Chadema, ameungana na sauti hizo za ujasiri. Amesema taifa linaloheshimu sheria haliwezi kuvumilia mazingira ambayo watu wanatishwa kwa sababu ya mawazo yao. Kutofautiana kimaoni sio uhalifu, wala hakumpi mtu au kundi lolote haki ya kutumia vitisho, hofu au nguvu, amesema Lema. Mzee Warioba usinunue uoga, hata kama wanakuuzia kwa bei nafuu. Mungu na umma wako nyuma yako, haki itasimama. Kauli hizi zinarejesha taswira ya jamii inayotamani mazungumzo badala ya vitisho, hoja badala ya mabavu, na haki badala ya hofu. Tafakuri ya kitaifa, hapa tuna tutatazama eh, hapa tutatazama thamani ya sauti za busara kwa kauli hizi za jaji Joseph Sinde Warioba Mwabukusi na Godbless Lema, uh, ujumbe mmoja unaonekana wazi: taifa linahitaji ujasiri wa kusema ukweli kwa amani. Ni wito wa kurejea kwenye misingi ya uadilifu wa kitaifa kama ilivyowekwa na waasisi wa taifa. Katika historia, sauti kama hizi zimekuwa taa za mwanga wakati wa giza wakati wa giza la hofu. Sauti za wazee zenye uzoefu zinapoungana na nguvu za vijana, taifa hupata dira mpya ya matumaini. Tanzania kama nchi yenye misingi imara ya amani inahitaji kujenga utamaduni wa kuzungumza kwa hoja, kusikilizana kwa heshima na kuchukua hatua kwa busara. Hitimisho. Katika hitimisho tutahitimisha hivi: Taifa la ukweli na uadilifu. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema ukweli hauna rangi, hauna dini, hauna chama. Kauli ya Jaji Joseph Sinde Warioba ya kwamba maisha yangu nimeyakabidhi kwa Mungu ni alama ya ujasiri wa mtu anayechagua kusema ukweli badala ya kujificha nyuma ya hofu. Warioba anaikumbusha jamii kwamba taifa halijengwi kwa hofu bali kwa uhuru wa mawazo, mjadala wa wazi na uongozi wa maadili. Ni wito wa kuenzi misingi ya haki, wajibikaji na utu mambo ambayo ndiyo msingi wa Tanzania ya kweli. Na kama alivyoandika Mwabukusi, ukweli, haki na uwajibikaji vitaliponya taifa, na kama alivyoeleza Lema, haki itasimama, na kama alivyo alivyoamini Warioba eh, na kama alivyoamini Warioba kwamba maisha yake ameyakabidhi kwa Mungu hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi kinachoendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, hasa katika kipindi hiki e, hasa kuhusiana na Jaji Joseph Sinde Warioba.